Mwenyekiti wetu John John Heche, katibu mkuu John John Nyika, pamoja na viongozi wengine wote, wajumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wanawake Sharifa Suleiman pamoja na jopo lako, pamoja na wageni wote walioweza kufika muda huu. Mimi naitwa Rose Mayemba, mimi ni mwanamke wa Kitanzania. Na leo kwa heshima na upendeleo niliopewa na kwa niaba ya wanawake wote wa Chadema tunawaletea program ya He for She campaign iliyoasisiwa na Umoja wa Mataifa UN miaka kumi iliyopita. Kampeni hii ni mwaliko maalum kwa wanaume na watu wote kuungana na kushikamana na wanawake katika kudai usawa wa kijinsia. Tunahitaji nguvu ya pamoja katika kujenga jamii yenye fursa sawa ili kuharakisha maendeleo endelevu katika nchi yetu. Kwa Amerika. Tunahitaji kukomesha ubaguzi wa kijinsia. Na nitumie fursa hii kuomba wanaume na watu wote kutoka mikoa 26 ya Tanganyika ndiyo maana halisi ya hii for she, ili kutokomeza ndoa za utotoni, ili watoto wetu wapate fursa sawa katika kupata elimu, ili kumkomesha, ili kusomesha watoto wetu, ili kukomesha watoto wetu kutekwa na kuuawa kwa sababu yoyote ile. Tunahitaji umoja na mshikamano, kijana wetu

Mwaka jana binti mdogo ahu a mwana, mwanafunzi nchini Iran, baada ya kuchoshwa na unyanyasaji wa polisi, aliamua kutembea uchi ili kuionyesha dunia unyanyasaji uliokuwa ukiendelea nchini Iran. Jiulizeni, ni wanawake wangapi kati yetu hapa wanaweza ku wala hakunyongwa na ule ukasiri wake umeleta mabadiliko makubwa katika nchi ya Iran kuhusiana na wanawake. Kule chini Marekani, miaka ya hamsini na tano, mwanaharakati mwanadada Rosa Parks alikataa kuachia siti kwa mtoto wa kizungu kwenye basi, pamoja na nguvu rangi wala dini yake. Sisi wanawake wa Tanzania tunaweza pia kufanya kama Rosa Parks. Sisi wanawake wa Tanzania tunaweza kuamsha migomo na harakati na kuanzisha harakati ili kusaidia demokrasia ya kweli katika taifa letu kwa kushirikiana wanaume na, na tukizingatia kauli mbiu hii ya UN ya HeForShe tunaweza kupambana na uonevu na unyanyasaji sote kwa pamoja leo ndugu zangu tumekusanyika mahali hapa jambo hili wala halikuwa jepesi bila ushiriki wa wanaume ndio maana tuko hapa lakini wanaume kwa nafasi yao wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha jambo hili litafanikiwa, linafanikiwa soka kipanya na wengine wanaachiliwa, wana wana na kurudi majumbani mwao na kufurahia maisha na familia zao. HeForShe itawezesha kutokomeza ugonjwaji wa haki za binadamu tunaoshuhudia kwa sasa, ukamataji wa hovyo na watu kutekwa bila hatia yoyote, kwa sababu tu ya kuikosoa serikali. HeForShe itatuwezesha kuamka kwa nguvu pokuwa na jamii isiyo na usawa. Kila mmoja anapaswa kujiuliza swali, kama si mimi wa kukomesha hali hii, je, ni nani? Na kama hali hii isipokoma leo, je, itakoma nini? Tutumia fursa hii kumwambia Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alipata urais wake kwa ajali, ala sio bahati mbaya, katiba imetaka awe rais. Tumkumbushe kwamba jamii ya Kitanzania itamheshimu kama atashinda uchaguzi katika mazingira huru na haki. Mwisho tuseme kwamba nchi hii, mheshimiwa rais, wala sio ya kuko. Hii nchi wala si ya familia yako. Hii nchi wala sio nchi ya CCM. Hii nchi ni nchi ya Watanzania wote, kila mmoja ana haki na wajibu wa kikatiba wa kuilinda na kuipigania nchi yetu. Mungu ibariki ibawacha, Tanzania. Mungu ibariki CHADEMA. Asanteni kwa kunisikiliza.